Walifika katika ofisi ya bodi ya mikopo ili kupata ufafanuzi juu ya mchakato wa kupata mikopo ambayo itawezesha kujikimu na kuendelea na masomo kama kawaida kawaidasaidi ambao anadaiwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunao wanafunzi mia sita pekee wamepata mkopo kwa kama. Serikali ya wanafunzi na majukumu wetu ni kutetea haki zao, na tuko hapa ili kutaka kujua ukweli kwa sababu ya msingi ya kupatia wanafunzi wachache sana ambao wana mkopo na jinsi gani wanafunzi hao wataweza kuishi katika mkoa wa Dar es Salaam au kila kitu kinachokigusa ni kinahitaji fedha. Sasa, unafahamu kwamba serikali wanafunzi wanapofika chuo kikuu na kwa serikali ndio inahusika kutoa mkopo ili wanafunzi kuendelea na elimu. Ukiangalia, sisi ni masikini, hatuna chochote, tunatoka huku, wazazi wetu hawawezi kutulipia chochote, tunategemea serikali ndio iweze kutulipia. Mimi nimefika, nimetoka Tabora imefika hapa imekuwa shilingi laki moja kwa kusema kwamba aa, matumizi kabla serikali kuchukua mkopo, bado tutafunguziwa mkopo, tunaweza kusustain maisha, lakini kikaikoga mpaka leo ni mbaki na shilingi 6000, na sijui na sustain vipi, na sijui naishi vipi. Kufika ili kupata ufafanuzi zaidi. Bodi ilianzishwa ili kutoa mikopo kwa wanafunzi wa Tanzania wahitaji wapata elimu ya juu. Hilo, mm, ndio lengo lake. Sawa, sio kuwafanya wasipate elimu ya juu lakini tunasisitiza tena tuliyotoa.